Utafiti na mafunzo miongoni mwa wanafunzi wanaosoma kada mbalimbali mbali za uhifadhi, utafiti na usimamizi wa wanyamapori. Ajenda zao muhimu ni kubaini mienendo ya wanyamapori kama moja hatua muhimu katika shughuli za uhifadhi. Tuko hapa kwa ajili kwa madhumuni ya kufanya mafunzo kwa njia ya vitendo katika eneo hili la Manya, Lake Manyara National Park, na huu ni utaratibu wa kawaida wa chuo kuakikisha kwamba wanafunzi wanapata mafunzo halisi. Tumeweza kujifunza kwa vitendo jinsi hifadhi hizi zinavyofanya mipango ya kimaendeleo ya utalii katika hifadhi hizi, hii ikiwemo ni utalii wa kimkakati processes ambazo zinafanyika katika hifadhi hizi ili kuweza kumanage watalii wanaoingia katika hifadhi hizi. Uongozi wa Chuo cha Mweka unasema kubaini mazao mapya utalii ni fursa adhimu yenye lengo la kuipa hadhi kubwa sekta hiyo muhimu na kwa muktadha huo kuchangamsha uchumi. Watawinda watapata kitoweo, labda watauza, lakini ngozi na pembe watatengenezea taswira. Vijana watafanya kazi hiyo. Kwa tumeona soko linahitaji watu wa namna hiyo, utakutana na vijana wetu hapa wanajifunza kutengeneza taswira na wanatengeneza taswira hizo hapa vile vile, kwa hiyo kulikokuwa tu na mapambo ndani ya nyumba yako au kwenye ofisi yako, labda mapambo ambayo labda ni, ni haya ya plastiki na vitu kama hivyo, unaweza ukaomba tukakutenzia mapambo kutokana na taswira za wanyamapori wetu. Zipo changamoto nyingi zinazoikabili sekta ya utalii, na nyingi kati ya hizo zinatatuliwa kwa kuweka kozi za kitaaluma zinazojibu mahitaji halisi ya uhifadhi usimamizi wa wanyamapori na utalii kwa ujumla. Sasa hivi tunajikita sana kwenye masuala ya kuangalia migogoro kati ya binadamu na wanyamapori, sababu imekuwa kidogo kuna changamoto saa hii sana ya kuishi na wanyamapori. Nasikia kelele za fisi amekula mbuzi, tembo ameharibu mazao, nani amejeruhiwa na mnyama gani. Kwa hiyo vitu kama hivyo tunafanya tafiti za kuangalia namna gani bora ya kumsamezisha mwanadamu aishi na hawa wanyama bila kudhuriana. Wanataluma wa kada mbalimbali wanaeleza namna ambavyo mafunzo kwa vitendo yanavyoweza kusaidia juhudi za msingi katika uhifadhi na utalii. Vitu vyote tulivyojifunza kwa nadharia darasani tumeweza kuviona kwa vitendo na kujifunza kwa vitendo na namna vinavyofanya kazi, ambapo tumeweza kuona namna ambavyo miundo mbinu imeimarishwa kwa uh, ajili ya kupokea wageni na kama tunavyojua sasa tunaelekea kwenye kipindi cha uh, season ya wageni kwa hivyo naona hifadhi hii ianda va kutosha. Hayo yanajiri wakati ambapo Tanzania inajimarisha kuhakikisha sekta ya utalii inaongeza mchango wake katika pato la taifa, ambapo kwa sasa sekta hiyo imekuwa ikichangia hadi asilimia 20, katika pato hilo. Mimi ni Enos Masanja, Azam News, Kilimanjaro. <mulia>